Hotuba ya Samia ya leo jamani, hata kama mtu ulikuwa kwa kuandamana tarehe tisa, utaandamana na sio kwa kutokujua unachokitaka, kwa kujua unachokitaka. Tunataka tuchague viongozi ambao wana mental capacity ya kutuongoza, sio kiongozi anasimama mbele ya watu alafu anazidi kuwajaza hasira, anazidi kuwaumiza mioyo yao ambayo imeshavunjika. Yaani unaposema ile nguvu ilikuwa inatumika ilikuwa inastahili, ina maana ulikuwa unamaanisha watu walivyouawa walikuwa wanastahili hiyo adhabu ya kifo. Watoto watu walivyouawa walikuwa wanastahili hiyo adhabu ya kifo. Hebu imagine ndio mtoto wako wa poe Samia ameuawa. Je, ungesimama na kusema maneno hayo? Na wale wanaopiga makofi. Eh. Safari tunayo ndefu sana, Watanzania. Yaani hichi kizazi cha hawa wazee ambao wametokea kwenye enzi za ukoloni huko, wana trauma moyoni mwao ya ile ukoloni, ule utumwa haujawatoka. Alafu wanafikiri hichi kizazi nacho kina ile idea hiyo hiyo ya mambo ya utumwa, si mambo ya nini, wakati hiki kizazi ni tofauti kabisa, na ndio maana hakitaka kupelekeshwa na akiogopi kizazi hiki, akiogopi. Kwa hiyo unapokuja pale na maneno ya kusema mtu ameandamana hakujua anachokitafuta, alafu bado ukamuua kwa kujua kwamba huyu mtu pamoja na ajua anachokitafuta na bado unampa adhabu ya kifo, hiyo ni mbaya sana na inaumiza sana, na watu wataandamana hiyo tarehe tisa wengi kuliko ambavyo walizania, kwa hizi asira wanavyozidi kuzichochea mioyoni mwao. Kumbuka hapo kuna wazazi kuna ndugu kuna majirani wamepoteza watu wao, alafu unakuja unasema hii hiyo nguvu ilikuwa inawastahili na walikuwa wajua wanachotaka, alafu baada hapo unasema tena kila mtu ana haki ya kuishi, kila mtu ana haki ya, ya, ya kufurahia maisha i, kivipi, na wakati umeshawahukumu watu vifo? Alafu kama waliuawa wali kwa sababu ya kuchoma mwendokasi, kuna mafisadi hapo wana matrilioni ya mwendokasi kwenye akaunti zao, hatujai kuona wakihukumiwa vifo. Bado kuna mafisadi wana matrilioni ya hela za barabara na vitu vingine madawa ya watu na vitu vingine vingi wameshikilia kwenye akaunti zao. Hatujai kuona mkiwashughulikia kwa chochote hata hizo adhabu ya vifo. Wale mafisadi wangetakiwa wanyongwe kabla hao watoto hawajauawa wanaodai haki. Bado sijaanza kudai hao mafisadi washughulikiwe. Wanadaiwa tu haki mnashindwa kutoa. Toeni katiba mpya mnashindwa kutoa. Unakuja tu kuhutubia vitu vya kuzidi kuumiza watu. Yaani inaonekana kama mnataka tu kuumiza watu. Yaani kwamba okay, mtanifanya nini? Hukumu yaja ya. Haya hayana hayana muda, havina muda, haya mmeshatutia hasira, ongereni.